Na mbele ya kushukuru nikasema tu neno moja, nimetoka Kongo, nilikimbia vita hii mwezi wa pili. Ndugu zetu wanaishi katika maisha mazito sana na tukaingiziwa katika kambi ya Burundi na muli tulikosa hata chakula wala maji ya kunywa, nauki Kongo na kama hapo tokoti na ka ya Burundi kuna batu wazo sufri mingi kozanga bilei na pebe bilamba. Yani kupata chakula na kupata maji ni neema ya Mungu kozwa kozwa ta mai na bilei pasi eza, pas, eza kaka po na ngolu ya nzambe kaka kwa, kwa hiyo kila wakati tunapokula tunapokunywa tukumbuke ndugu zetu wanaoteseka, tukumbuke nji yetu ya Kongo

tunakushukuru kwa neema hii ya upekee ambayo tumepata, uhuru tulionao katika wewe, tunasema asante. Kwa watu wamekusanyika hapa na sasa tunatafuta kutumia chakula, tunasema asante, tukiombea ndugu zetu wale ambao hawana chakula, uwabariki pia na kuwakumbuka na waliokimbia vita. Baba, uwashughulikie. Asante kwa mahali hapa ambapo umetupokea kubariki mifuko iliyotoa kwa ajili ya chakula hiki, katika jina la Yesu Bwana na mwokozi wetu.